Unapoulizwa swali mathalan, ukataka kusema Allah ndo anayejua. Kuna wingine usema Allah wa Rasulu a'lam. Kuna mahali ambapo anaweza akasema mtu Allah wa Rasulu a'lam ikiwa masala ulioulizwa ni masala ya dini, kwa sababu tunajua Mtume alaihi salatu wasalam ameondoka katika dunia hii akiwa ameikamilisha dini hii akiwa amefikisha risala aliyopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakuna linalofichika kwa Mtume alaihi salatu wasalam. Lakini ikiwa ni masala ya kidunia ambayo mtume alayhi salatu wasalam kwa wakati huo halitambui, sababu amekufa, basi ni juu yako ewe mtazamaji, ewe muislamu kusema Allahu alam, wala usiongeze na kuzidisha Allahu wa rasuluhu alam. Naam, mtume alayhi salatu wassalam alipomuuliza sahaba wake Muadh Ibnu Jabal, je, unaijua haqi ya Allah juu wa ya waja wake na haqi ya waja